Mwili unaweza kupatwa na sumu au takataka zisizohitajika mwilini kwa namna mbili. Moja ni kupitia mazingira tunayoishi, yani viwanda, migodi na kadhalika, na pili kupitia vyakula au vinywaji tunavyotumia kila siku. Pia sumu kwenye mwili zinaweza kuingia kupitia dawa mbalimbali tunazotumia kwa ajili ya kujitibia magonjwa mbalimbali. Mwili huzalisha hizi sumu au takataka, yani free radicals, kila mara kunapofanyika mmeng'enyo wa chakula mwilini mwako. Sasa tuangalie njia kumi na sita ambazo zinaweza kukusaidia kuondoa sumu mwilini kwa haraka. Jambo la kwanza, fanya mlo wako mmoja wa siku kuwa ni matunda pekee. Amua moja ya mlo wako wa siku uwe ni matunda bila ya chakula kingine. Unaweza kuamua kula chakula chako cha asubuhi au jioni kiwe ni matunda peke yake, yaani kwenye sahani yako unajaza matunda mbali mbali na ule hayo tu kama mlo wako wa siku na kisha ukimaliza, unywe maji pekee ama juisi ya matunda mbalimbali. Jambo la pili, kula vyakula vya asili zaidi kuliko vyakula vya viwandani, vya. Kama unataka kuepukana na sumu au takataka nyingine kirahisi zisiingie katika mwili wako, basi pendelea zaidi vya kula vyakula vya asili kuliko, kuliko vya kula vyakula vya kwenye makopo au vya kununua dukani na migahawani, yaani fast foods. Jambo la tatu, kunywa maji mengi kila siku. Sababu kubwa ya watu wengi kutengeneza sumu au takataka mwilini mwao ni pamoja na kutokunywa maji mengi kila siku. Maji ni uhai. Bila kunywa maji mengi kila siku, ni sawa na kwenda dukani bila hela mfukoni. Haijalishi upo mazingira gani, kama ni ya baridi au ni ya joto, lazima unywe maji ya kutosha kila siku. Unahitaji maji glasi nane mpaka kumi. Watu wengi wanahangaika namna ya kuondoa sumu mwilini mwao, ikiwa ni pamoja na kusafisha miili yao, lakini hawajui kuwa kunywa maji pekee inatosha sana kwa kazi hiyo. Kumbuka asilimia 94 ya damu yako ni maji, asilimia 85 ya ubongo wako ni maji. Hivyo ili kusafisha damu na mwili kwa ujumla ni lazima unywe maji ya kutosha kila siku. Jambo la nne. Acha kunywa chai ya rangi. Kama imethibitika tayari una sumu mwilini, na kushauri uache kunywa chai ya rangi na kahawa, badala yake hamia kwenye kutumia tangawizi mdalasini au mchaichai. Chai, chai ya rangi na kahawa vina kafeini ambayo kwanza huyasukuma maji nje ya mwili kwa haraka na kuacha mwili bila kuwa na maji ya kutosha kwa ajili ya kazi zake. Jambo la tano: fanya mazoezi ya viungo. Mazoezi ni jambo la lazima kama ilivyo lazima kula chakula. Uwe unaumwa au huumwi, uwe na uzito uliozidi au uzito wa kawaida, hakikisha unapata muda wa kutosha wa kufanya mazoezi. Mazoezi yanakufanya ujisikie vizuri na hivyo kukuondolea mfadhaiko au stress kirahisi zaidi. Hakikisha jasho lina kutoka la kutosha na iwe ni jambo la kila mara, sio unaenda wikendi tu, hiyo haitoshi. Fanya mazoezi mara nne mpaka mara tano kwa wiki na uhakikishe kila unapofanya mazoezi jasho lina kutoka la kutoshaaoa7kula vyakula vyenye nyuzinyuzi Yani, fiber umesikia mara nyingi sana kwamba unahitaji kula zaidi vyakula vyenye nyuzinyuzi kwa ajili ya kuwa na afya bora, mmeng'enywa chakula wenye afya na hata kusaidia kupungua uzito. Watu wengi hawajui kuwa vyakula hivi vyenye nyuzinyuzi ni vizuri sana katika kuondoa sumu mwilini na kuusafisha mwili na kuondoa taka zote zisizohitajika kwenye mwili. Vyakula vyenye nyuzinyuzi ni kama vile parachichi, ndizi, pears, karoti, pilipili pili, hoho, mchele wa brown, ule unaoshauriwa watu wenye kisukari watumie, maharage meusi, njegere, tende, viazi vitamu, tufaa apples, machungwa, ugali wa dona, pia mkate wa unga wa ngano ambao haujakobolewa. Jambo la nane, funga kula chakula. Hii ndiyo namna nyingine ya kuondoa sumu mwilini au kupunguza sumu mwilini. Kufunga bila kula kabisa kutwa nzima itakusaidia sana. Ukifunga kula, mwili unalazimika kutumia vile vilivyomo ndani yake bila kushughulika kuvisaga vingine utakavyokula. Kunapokuwa hakuna shughuli ya kusaga au kumeng'enya chakula kingine kipya mwilini, ndipo mwili unaweza kuondoa sumu na taka nyingine kirahisi zaidi. Amua kufunga kula kabisa kwa wiki mara mbili au mara tatu, ili kuondoa au kupunguza sumu mwilini. Hii inaweza kuwa ni njia mojawapo ya kufanya maombi na kujiweka karibu zaidi na muumba wako. Kama ilivyo kwa Waislamu, ni suna kufunga siku mbili kila wiki. Jambo la tisa, moja kati ya vitu vinavyoweza kukuongezea sumu mwilini ni pamoja na kutopata usingizi wa kutosha. Usingizi haukopwi. Huwezi kuwa na ufanisi katika utendaji wako bila ya kuwa na usingizi wa kutosha kila siku. Usingizi sio jambo la starehe tu katika maisha yako, bali ni sehemu muhimu sana katika kufanya afya yako kuwa bora zaidi kila siku. Bila ya kuwa na usingizi wa kutosha unaweza kuwa karibu na matatizo mbalimbali kama vile kuongezeka uzito, kushuka kwa kinga ya mwili, na nguvu zako za mwili kwa ujumla zinaweza kushuka pia. Unapopata muda wa kutosha wa kulala, yani kuanzia masaa 7 mpaka 8 kwa siku, una kupa mwili wako nafasi ya kutosha kupumzika, na hivyo ndivyo sumu na takataka nyingine zinaweza kutoka kirahisi. Ingia kulala mapema, ikibidi saa tatu usiku, kama una jambo la msingi la kufanya. Sio unakaa usiku unaangalia tamthilia au mpira mpaka saa tisa usiku. Jambo la kumi: epuka mazingira hatarishi kwa sumu kuna maeneo yanayojulikana wazi kuwa ni vyanzo vya sumu kama vile migodini, viwanda vinavyosindika kemikali, au maduka yanayouza dawa za kilimo na kadhalika. Maeneo kama haya yanapaswa kuwa mbali na makazi ya watu. Jambo la kumi na moja, tumia mtindi. Moja ya njia nyingine ya kuondoa sumu au taka zilizopo mwilini ni kutumia vyakula vyenye bakteria wazuri, yani probiotics. Mtindi ndicho chakula pekee kinachojulikana kuwa na hawa bakteria wazuri kwa ajili ya tumbo lako. Pata mtindi kikombe kimoja kila siku na utabaki kuwa na mwili safi kila siku na muda wote. Tumia mtindi wa nyumbani, ndio mzuri zaidi, ingawa hata wa dukani unaruhusiwa utumie, hasa ule ambao haujaongezwa kingine chochote kile ndani yake. Jambo la kumi na mbili, epuka vyakula vilivyokobolewa ili kuwa na mwili safi, epuka kula mkate mweupe, sukari na vyakula vinavyopikwa katikati ya mafuta mengi, kama vile chipsi, maandazi na vingine vyote vinavyochomwa katikati ya mafuta mengi, huwa ni tatizo kwenye mwili wako. Upo mkate mweusi, yani brown bread. Kwa sukari, ipo asali mbichi. Vyakula vinavyokuwa vinapikwa katikati ya mafuta mengi, unaweza ukaamua kuwa unavioka una, yani una bake, au unavichemsha. Uchaguzi ni wako. Jambo la kumi na tatu. Jiepushe na mfadhaiko au stress. Mfadhaiko ni mbaya sana kwa afya yako. Unachotakiwa kufahamu kuanzia sasa ni kuwa ili uweze kuwa na afya bora, basi kaa mbali sana na stress. Lakini ukiruhusu kuwa na stress, basi ujue mwili wako hauwezi kufanya kazi zake ipasavyo, ikiwa ni pamoja na kuondoa sumu mwilini. Unapokuwa na stress au mfadhaiko, unaweza kusababisha magonjwa zaidi ya hamsini kwa sababu mwili wako hauwezi kutoa taka kirahisi nje na kinga ya mwili wako inashuka. Matokeo yake unakuwa karibu zaidi na magonjwa mengine mengi. Watu wengine wakiwa na stress hukimbilia kunywa vilevi wakiamini kuwa vilevi hivyo hupunguza stress, pasipo kujua wanaongeza matatizo mengine mengi zaidi. Njia nzuri ya kuondoa stress ni kufanya mazoezi au tendo la ndoa kwa wale wenye ndoa. Kwa kufanya hivyo itakusaidia kuondoa stress au mfadhaiko. Jambo la dawa nyingi za hospitali zina matokeo chanya na matokeo hasi, na pale kwenye matokeo hasi ndiyo mabaya zaidi. Kama unalazimika kutumia antibiotics kila mara, au unalazimika kutumia au kumeza dawa za kuondoa maumivu kila mara, unaweza kuwa unaongeza sumu mwilini bila kujua. Ili kuepuka hilo, jaribu kuwa unatumia mimea asili kwa baadhi ya magonjwa ambayo sio lazima uende hospitalini. Jambo la kumi na tano: acha kutumia vilevi moja ya vitu vinavyoweza kusababisha sumu au taka mwilini moja kwa moja ni vilevi vilevi kama pombe madawa ya kulevya sigara bangi na vingine ni vitu vinavyopelekea mwili kuwa na sumu moja kwa moja namna pekee ya kuondoa sumu mwilini ni kuachana na vilevi vyote wala usitegemea kuwa asubuhi utumie dawa ya kuondoa sumu mwilini halafu baadaye ukanywe pombe au ukavute sigara hapo utakuwa unajidanganya dawa ni kuacha vilevi moja kwa moja Vitu vingine vya kuacha ukishagundulika kuwa na sumu mwilini, ni vizuri ukaacha kutumia vinywaji vyote vya baridi, juisi za viwandani, chai ya rangi na kahawa. Jambo la 16: ongeza matumizi ya vitu hivi kila siku katika maisha yako: kitunguu swaumu, unga wa majani ya mlonge na mbegu zake, mbegu za maboga na unga wake. Naamini kuna mengi utakuwa umejifunza katika makala hii. Kuna yale uliokuwa unayafahamu, kuna yale ambayo ulikuwa huyafahamu. Ningependa uniandikie hapo chini kwenye comments, ni jambo gani limekugusa na yapi ambayo utakwenda kuanza kuyafanya ili kuweza kuboresha afya yako. Kumbuka, afya ndio utajiri wa kwanza. Health is the first wealth. Imeandaliwa na Dr. Emmanuel, mtaalamu wa tiba lishe. Kwa mawasiliano zaidi, mcheki kupitia namba yake ya simu iliyopo kwenye description. Mimi naitwa Ezden Jumanne na hii ni Success Path. Each one, teach one. Bye bye.